Hisia ni nini hasa? Negative emotions unatumia muda gani kuzipokea na kuziachilia? So, wengi tunazijua hisia lakini hatujui na, na namna gani ya kudili nazo. Kitabu uh, cha Master Your Emotions kimebebwa na fomula kubwa moja, ambayo hiyo fomula iko kama ifuatavyo uh, Interpretation, uh, plus identification, uh, plus repetition is equal to strong emotion. So, hisia yoyote iwe negative iwe positive inatengenezwa au inabebwa katika flow ya hivyo vitu vitatu. Lazima uinterpret , then lazima uidentify, lakini pia lazima uirepeat ili iwe strong hiyo hisia. So, ukianza na interpretation, Interpretation ni, ni kwa namna gani unaitafsiri una, una hiyo moment of emotion ambayo imetokea kwako kwa kipindi hicho hapo. So, that's why inaweza ikatokea sometimes situation moja same situation kwa watu wawili tofauti, then reactions zikapatikana tofauti. Hii uh, ni kwa sababu hao watu wameinterpret tofauti hiyo, hiyo moment. So mwingine anaweza akapatwa aka, aka na moment fulani hivi then akafumuka yani kapaniki na nini na nini, lakini mwingine anaweza akapatikana na momenti hiyo hiyo, lakini aka stay calm, yuko very smooth, aka react kawaida kabisa I like, hakuna ambacho kimetokea. So, that's how you interpret. Katika kitabu mwandishi kuna quote, amejaribu kuiweka anasema that happens in your life bear no meanings you give them meanings through your interpretation of those events. kwa chochote ambacho kinatokea kwenye kwenye kwenye maisha yetu ya kila siku huaga hakina maana yoyote, kwa sababu nature ya hisia uh, huja na kupotea. that's why mtu anaweza akafanya kitu then baadaye akaja akaregret kwamba how comes nilifanya hii nilifanya hii kitu how comes ni, ni react katika namna hii hapa so hiyo ni nature emotions inakuja na kupotea. ko lazima u interpret the way you na interpret that action, ndo ambavyo ita, itakuja ita itadetermine namna gani hiyo action ije ikuvae baadaye so hiyo ya kwanza u interpret lakini kitu kingine ni kwamba identification identification ni ile picha ambayo unakuwa umeibeba baada ya ya, ya, ya, ya, ile moment kutokea so kuna picha gani unaitengeneza kichwani? Unakuta mtu kitu kimetokea asubuhi, lakini ile picha anayo siku tatu. Sasa namna hiyo huwezi kutoboa kwa sababu unatengeneza strong emotion ambayo itaku, itakuja, itakuletea shida sana baadaye ku, kuja kurudi katika hali ya kawaida so, identification ni how ambavyo una, una unaiweka ile story ambayo ilikuwa imeambatana na ile moment kwa wakati ule sasa ukiiweka sana ile stori kichwani mwako, maanake unatengeneza kitu tofauti. So ni lazima ujue ni kwa, ni kwa muda gani utaiachilia haraka sana, kwamba imekuja sawa, moment ishatokea. Ni kama ni, ni hasira ishakuja, siwezi kukudanganya kwamba kukwambia kwamba there won't be a day kwamba itatokea kwamba utakasirika. Hasira zipo na binadamu tumeumbwa hasira. Kila mtu anakasirika, lakini the way you react the, I mean the way we, we, we react maanake tunatofautiana so utakapo identify ile moment ukawa una, una, una, ile picha kichwani like uh, kwamba lilitokea tukio, ile picha unayo kichwani siku zote hizo manake ile kitu inakuja na kuletea shida baadaye, unatengeneza very very strong emotion. Lakini pia uh, kuna repetition. Repetition ni the way una, una irudia, rudia sasa ile kitu ambayo imeshatokea tayari, kitu kishatokea kama mtu ali, ali, ali, ali, alifanya kitu k alikufanyia kitu, alishafanya tayari, kishapita, sawa, kilikuumiza kwa wakati ule, lakini the way unavyozidi kukirudia kile kitu kichwani unatengeneza vitu vingine vikubwa zaidi. So repetition ni, ni the way ambavyo utakuwa unarudiarudia lile tukio kichwani, so unatengeneza very strong emotion bila kujua. Kitu kishatokea moment ishatokea moment of action, basi kiachilie haraka sana, kwa sababu unatengeneza kitu kizito kizito kizito sana. So uh, lazima uinterpret fanye identification then ufanye repetition, unatengeneza strong emotion. Lakini pia ndani ya kitabu mwandishi ametusii kwamba kamwe tusije tukaa tukajaribu kutafuta furaha katika materi, ma, amini, ma, materialistic things kwa sababu kuna kitu amegusia kinaitwa hedonic adaptation. Hedonic adaptation ni namna ambavyo akili ina, ina react katika, katika mambo mapya kwa haraka sana, kwa sababu kuna mwingine anaamini kwamba siku nikija kupata gari ya ndoto yangu au siku nikija kupata labda nyumba au kujenga nyumba ya ndoto yangu basi ni siku ambayo nitakuwa na furaha kuliko siku zote ambazo nimewahi kuishi maishani mwangu. Ah, ni in fact uoga, tunaongopeana tu ila hiyo ki... kitu ni haipo kwa sababu nature ya mwanadamu na akili yake uoga inafanya kitu kimoja naita, ina acclimatize yani inazoea. Unapata gari hiyo mpya sawa, mwanzoni uta utaiteki hivyo ambavyo ulikuwa unatamani iwe, utakuwa na furaha na nini, utakuwa so excited kwamba nimepata gari ya ndoto yangu na nini, lakini after some time ile hali inaanza kupotea taratibu, taratibu taratibu. So hiyo ndio hedonic adaptation kwamba never usije ukajaribu kutafuta furaha katika materialistic things, kwa sababu happiness is just a very very complicated topic. So ni namna gani ambavyo itakusaidia wewe kuwa na, na, na, na emotion ambayo iko free. Uh, emotion ambayo haijabeba vitu vingi sana ambavyo sio vya msingi, kwa kwa sababu sababu mwisho wa siku utakosa furaha kwa sababu ya expectations na nini. Wewe ulitarajia kwamba nikipata gari ya ndoto yangu basi nitakuwa na furaha milele, yani furaha ambayo sijawahi kuipata toka nizaliwe, kitu ambacho sio kweli. Mwisho wa siku utakuja kuwa disappointed then utataka kitu kingine kikubwa zaidi ya kile ambacho uko nacho. So lazima uhakikishe kwamba utafuti furaha katika materialistic things, kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba happiness uh, is just a gap between reality and expectations. So mwingine anaweza akasema happiness uh, is just a result uh of expectations uh minus reality. So ile gap in between ndo furaha yako ilipo ko. Uh, jitahidi sana kuepuka kutengeneza expectations au matarajio kwa, kwa, kwa vitu hasa kutafuta furaha katika materialistic things. Uh, ni moja ya kitabu bora sana kuwahi kukisoma kuhusu mambo ya, ya emotions na namna gani ya kudili nazo, na kiufupi kimenisaidia sana kwa upande wangu, na na imani hata wewe ukikitafuta ukaenda kusoma kitakusaidia sana. Kitabu kinaitwa Master Your Emotions, kimeandikwa na Thibaut uh, Melris. Very very promising book. Ni moja ya kitabu bora sana. Haipiti mwaka bila kukirudia ukisoma. Kadafute kitabu hicho ukisome. Nafikiri kitakusaidia sana kwa sababu watu wanashindwa kuelewa. Hisia hisia iko kichwani. Uh, ni lazima uhakikishe mindset yako iko very strong ili uweze kudili na hizo hisia kwa sababu kitu chochote uaga kinaanza kama kama neno Uh, mi ni kama wazo then wazo kwa sababu kila kitu kinaanzia kichwani then wazo baadaye likikomaa linakuja kuwa, kuwa neno. Uh, neno lile ukiwa unalisema mara kwa mara unalisema, unarudia linakuja linatengeneza uh, tendo. Then tendo lile ukija ukalirudia mara kwa mara, inakuja kutengeneza kitu kinaitwa tabia. Uh, then after some time ile tabia ukiifanya unairudia, unairudia, unairudia manake unatengeneza kitu kinaitwa mfumo wa maisha. So mfumo wa maisha, mwisho wa siku, ndo unakuja unaamua hatima yako wewe. So katika hiyo series yote, usije ukajaribu hata siku moja kuingiza hisia ndani, yani usiwe mtu wa kulalamika, kitu kimetokea, umepanic na nini. Ni lazima uhakikishe kwamba unakuwa na, na mind ambayo iko free from emotions. Hasa negative emotions, kwa sababu zinatuumiza sana zitakufanya ubebe vitu vingi sana ambavyo actually, hukupaswa kuvibeba kwa sababu tu umeamua kuyakumbatia ku, ku, ku, ku, mavitu na nini na nini. So hisia yoyote inapokuja, the moment una notice kwamba kuna kitu hakipo sawa, yani unahisi hasira unahisi nini whatever, fikiria katika series hizo za, za, za, za, za, za namna tatu kwamba inakuja mtu mwingine katika sehemu hiyo, jiwe hilo hilo katika uzito ule ule, kajikwaa, then ah, kachukulia tu kawaida ah, it's, it's okay okay, ishatokea nimeshaumia na nini, maisha mengine yanaendelea. So lazima uangalie the way ambavyo una interpret actions ambazo zinatokea katika maisha yako. Identification, una, una identify vipi? Kwa sababu achana na ile story ambayo ishatokea, ishatokea. Emotions comes and go, so achana nayo, then after some time, utaona tu kwamba unakuwa free, akili unakuwa free sana. Then mwisho lazima ujue pia, una, una, una repeat vipi hizo actions ambazo zimetokea, usio unajaribu kurudia, rudia matukio kichwani, achana nayo na kwa sababu yashatokea na you can't change. Kitu ambacho kishatokea kisha we can change the past so, lazima tu, tujaribu kuangalia. Ulikuwa na mimi katika kila page, tukutane next time katika uchambuzi wa vitabu, recommendations hints mbalimbali. Shabiri na Kam ndo mchambuzi wako katika kila page podcast.